Tunaendelea na wizara ya fedha, Mheshimiwa Oran Manase Njeza mbunge wa Mbeya vijijini aulize swali lake. Yeah, nashukuru sana mwenyekiti, sasa naomba swali namba 299 lipate majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo, Mheshimiwa waziri. Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kifungu cha 10A cha sheria ya PPP sura namba 103 kilianzisha mfuko wa uwezeshaji wa ubia kwa lengo la kuwezesha mamlaka za serikali kuandaa na kutekeleza miradi ya PPP. Aidha, kifungu cha tano mabano moja cha sheria hiyo imekipa kituo cha ubia yani PPP Center, jukumu la kutoa usaidizi wa kiufundi kwa mamlaka za serikali na sekta binafsi wakati wa uibuaji, maandalizi na utekelezaji wa miradi ya ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Hadi Aprili 2025 jumla ya miradi 80 imewezeshwa na serikali na ipo katika hatua mbalimbali mbali kama ifuatavyo: miradi mitatu ipo katika hatua ya utekelezaji, miradi minne ipo katika hatua ya majadiliano, miradi miwili ipo katika hatua ya ununuzi, miradi 26 ipo katika hatua ya upembuzi yakinifu, miradi kumi na tatu ipo katika hatua ya upembuzi yakinifu wa awali, miradi 32 ipo katika hatua ya andiko dhana. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Oran Manase Njeza. Yeah, nashukuru sana mwenyekiti kwa majibu ya serikali, na kwa kuwa kuna miradi mingi ya maendeleo yenye mvuto wa kutekelezwa na uwekezaji wa, wa sekta binafsi kwa njia ya PPP na kwa kuwa sheria ya bajeti kifungu saba kifungu kidogo cha tatu kinaelekeza serikali kutotenga budget kwenye miradi ambayo ina mvuto wa PPP. Je, swali namba moja, imejipanga vipi serikali kutekeleza miradi ya barabara yenye mvuto na sekta binafsi ikiwemo barabara ya Igawa Mbeya Tunduma, pamoja na bypass ya Uyole Songwe, na swali la pili Je, yes, serikali imejipanga vipi kuhamasisha sekta binafsi kuingia ubia ili iweze kutekeleza, kutekeleza ujenzi mpya na uboreshaji wa reli ya Tazara ikiwemo na uendeshaji. Nashukuru sana mwenyekiti. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Njeza kwa namna anavyofuatilia katika swala zima la uwekezaji kwa utaratibu wa PPP. Mheshimiwa mwenyekiti, serikali inaendelea kuhamasisha sekta binafsi na kuwaita kabisa kuandaa miradi tofauti tofauti kwa lengo la kushiriki katika miradi ya PPP, na miradi yao ikionekana inafaa katika utaratibu huo, basi inafanyiwa kazi na hatimaye kufika kuweka saini na utekelezaji wa miradi tofauti kuhusu kipande cha Igawa alichokitaja Mheshimiwa Njeza Igawa Tunduma, kwa sasa yupo mshiriki wa sekta binafsi ambaye anaandaa mradi e, kwa kupitia utaratibu wa PPP. Mheshimiwa mwenyekiti, swala lake la pili, serikali ya Tanzania na Zambia zipo kwenye majadiliano kati yake na serikali ya China, na kwa sasa imefika hatua mzuri. Kwa wakati wowote serikali ya Zambia na, na, na Tanzania pamoja na serikali ya China zitaweka saini kupitia kampuni ya CECC. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru sana mheshimiwa Ahmad Chande naibu waziri wizara ya fedha kwa majibu hayo ya mheshimiwa